Hello rafiki yangu, habari yako siku ya leo? Ah, natumaini Mungu ni mwema na amefanya siku njema kwa ajili yetu sote. Nimekuwa nikitoa msisitizo kwamba Yesu wetu huyu anatoa uhuru, Yesu wetu huyu anatoa uhuru. Na leo ningependa tuangalie kwamba Yesu Kristo anatoa uhuru dhidi ya hatia. Well, umeshakumbana na hatia katika maisha yako, kwa kuwa wewe ni mwanadamu, lazima ukumbane na hatia kwa sababu utakosea mara kwa mara, utaanzisha vitu vitafail. Kuna watu ambao watakuwa na matarajio makubwa katika maisha yako na hautatimiza matarajio yao, ikiwepo pia Mungu wetu huyu ambaye mara nyingi dini zimekuwa zikitufundisha kushika amri au mapokeo fulani ili tuweze kumpendeza. Well, uh, ukweli ni kwamba kwa sababu tuna mwili, wakati wote tutashindwa kumpendeza Mungu. Haimaanishi hii safari ya Ukristo kwamba itakuwa imenyooka kila siku. Well, tunafanya nini tunapopata hatia? Well, kuna aina mbili za hatia. Kuna hatia zinazosababishwa na mili yetu iliyo dhaifu, ambayo hutuhukumu kama ilivyotokea kwa Adamu na kujificha baada ya Mungu ya, ya kugundua kwamba amefanya dhambi. Hatia hiyo yeah, sio nzuri kwa sababu inatupelekea kuwalaumu wengine, inatupelekea kujiona hatufai, inatupelekea kutokuwa na confidence, ujasiri mbele za Mungu, lakini ipo hatia ya kimungu Uh, ambayo ni nzuri tu, yenyewe hutukumbusha kutubu, hutukumbusha rehema za Mungu, na hii ndio lakini haipelekei kujilaumu, haipelekei kujiona tufai. Tunakuwa tuna, tuna na kawaida ya kumwendea Mungu hata pale tunapoona tumekosea. Well, Yesu Kristo anatoa uhuru dhidi ya hatia, hatia yoyote ile mbaya ambayo inakusumbua. Uh, umefanya makosa mbalimbali mbali. Yesu Kristo hata leo bado anaweza akakurehemu. Tuombe pamoja. uh, Siku ya leo Mungu wangu, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya huyu mtu, ninaomba Mungu umsaidie, umpe picha ya msalaba wako kupitia kazi ya Yesu Kristo ili aweze kuishi maisha ya kutokuwa na hatia, vibarikiwe jina lako katika jina la Yesu Amen. Kumbuka tu mpendwa kwamba Mungu wetu huyu ni upendo na na ndani yake hakuna hofu. Ubarikiwe sana na siku njema kwako.